Pangani, oye! Oh yeah. Oh yeah. Ni ingie upande wa madini ambako tuliendelea kutoa kipaumbele kwa wachimbaji wadogo katika utoaji wa leseni hususan kwenye kata za Ilozo, Kimanga, Kipumbwi, Mikunguni, Mwera, Tungamaa na Bweni. Huko kote tumeshughulika hasa na wachimbaji wadogo kwenye madini. Miaka mitano ijayo, pamoja na kuongeza utafiti wa maeneo ya madini kwa sababu katika nchi yetu nchi nzima ni asilimia kumi na sita tu ya nchi ndiyo imefanyiwa utafiti kuhusu madini. Tunajipanga miaka mitano inayokuja tuongeze tena asilimia kumi na nane mpaka ishirini ya nchi yetu tufanye utafiti madini gani yapo maeneo gani, ili vijana wetu wanufaike na uchimbaji mdogo mdogo na waongeze kipato cha kaya zao.